Na mtazamaji, nayo Tume Huru ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka IEBC iliwaidhinisha wagombea watatu kuwania kiti cha mwakilishi wadi katika wadi ya Purko Kaunti ya Kajiado kwenye uchaguzi mdogo ambao utaandaliwa tarehe 27 mwezi ujao. Wagombea walioidhinishwa ni Amos Mpusia wa UDA, Daniel Naikuni wa ODM na Sanare Saidimu wa DCP. Huku zikiwa zimesalia siku 47 kabla ya wa wapiga kura kuingia debeni katika wadi ya Purko kaunti ya Kajiado, sasa ni rasmi kuwa waniaji watatu ndio watamenyana kwenye kinyanganyiro hicho baada ya kuidhinishwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Amos Mpusia ndiye atapeperusha bendera ya chama tawala cha UDA, akieleza matumaini yake ya kutoa kiti hicho. Nataka tumewatu wa Purko wameweka amani na ja. Tunaendelea hata kusisitiza kwamba lazima amani iwekwe, tufanye siasa ya heshima, tuuze sera zetu ambaye tunajua uh, uh, uh, Mheshimiwa Amos Mpusia ataibuka mshindi katika kinyang'anyiro hiki. Kwengineko, baada ya kulambishwa sakafu kwenye uchaguzi uliopita wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili, aliyekuwa mwakilishi wadi wa eneo hilo Daniel Naikuni amerejea tena ulingoni kusaka kiti hicho kupitia chama cha chungwa. Niko na hakika bai, tarehe ishirini na saba tutanyakua hiyo kiti, na ya pili niseme tu ya kwamba kwa watu wa Purko ni washukuru zaidi, kwa sababu hata nilikuwa MCA wenu wakati uliopita ni mahali chupuchupu kidogo tu ndio ilifanya nisipite. Hiyo kitu nilipitwa na kitu zaidi ya kura mia moja. Nina uhakika saa hii nikiwa na nimepokea watu wengi ambao wametoka katika hiyo upande mwingine. Hii kiti tutachukua. Na kwa mara ya kwanza chama cha DCP ambacho kinaongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kitapima umaarufu wake hapa Kajiado kupitia uchaguzi huo. Sanare Saidimu akiteuliwa kusakata ngoma hiyo kwa tikiti ya chama cha DCP. Na ningependa kuwasihi kwamba waniunge mkono, wanichague kwa hiyo uchaguzi. Mimi ndio nitakuwa mpenda amani, kwa hiyo siasa yote nitakuwa mtu wa ku pendekeza kipao mbele sana mambo ya maendeleo, na tunataka kuambia wale wafanyikazi wa serikali, The Conflict of Interest Act 2025 Section 25, any appointed public officer ambaye ata compromise neutrality yake na kujihusisha na mambo ya siasa Tunawamulika na japo, inaarifiwa kuwa wawaniaji wengine wawili waliokuwa wakimezea mate kiti hicho walisitisha azma yao na kukosa kujitokeza, IBC inasema bado zoezi la kuwaidhinisha wanaotaka kuwania linaendelea kwa siku ya pili na ya mwisho. Kuidhinishwa kwa watatu hao sasa inafungua ukurasa wa kampeni katika wadi hii ya Purko kabla ya wenyeji kuingia debeni tarehe ishirini na saba mwezi Novemba kumchagua mwakilishi wadi katika eneo hili. Robert Masai, runinga ya Citizen Purko Kajiado ya kati na wataala